A few moments later. Majirani wetu wamekataa mama yao, ama mutaki kabisa, hasa mama woi. Lakini Watanzania munakonga watu wazuri, munarudishangu wa nyuma na hao wasanii wenyu na hao mablogas wenyu wale wa mama hmm. Wanakonga washanunuliwa wote, wanawarudisha nyuma kama inchi kazi ni kushinda huko, nalio na mapenzi za kijinga zenye munakuwa mejiekelea. Nchi yenyu ni mzuri, lakini mmenifurahisha <laughs> Sasa mmetokea, sasa nyinyi ni watoto mitiriko, we love it. Wakenya, si kitu, tunaomba Wakenya mkisikia Rais Samia Suluhu ametangazwa eti ndio rais, tunaomba Wakenya mwandamani. Tutaonyesha njia ile mtapita kuingia Tanzania, tutaonyesha njia ile mtapita, mje mtusaidie, tumtoe kwa mamlaka. Sasa hizi tumeamua tumpatie tundulisu Wakenya tuwezi kutuzi ruhusu, sisi tunasimamiwa na wanajeshi wa nchi zingine kuja hapa kupiga kura. Amekosa kutuamini mpaka wanajeshi wa kwetu, amekuja kuchua, amechukua wanajeshi toka nchi ya Uganda. Wakenya, tunaomba msaada kwenyu, muje mtuonyeshe vile mnaweza muna, kuandamana huku Tanzania <laughs>